Kikosi cha Taifa Stars kinachoingia kambini Novemba 10 mwaka 2025 kwa mchezo wa kirafiki kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait kutoka mchezo wa Novemba 14 mwaka 2025 nchini Misri, pale katika mji wa Cairo. Kikosi kipo hivi cha timu ya taifa ya Taifa Stars: Yakub Suleiman kutoka Simba Sport Club, Akini Useni Masaranga kutoka Singida Black Stars, Zubeli Foba kutoka Azam FC, Bakari Mwamnyeto kutoka Young Africans, Shomari Kapombe kutoka Simba Sport Club, Muhammad biuseni kutoka Young Africans, Alphonse Mabula kutoka Chamak, uh, Azerbaijan, Mdathiri Haya kutoka Young Africans, Wilson Nango kutoka Simba Sport Club, Novatus Dismas kutoka Gotsepe ya Uturuki, Pascal Msindo kutoka Azam FC, Ibrahim Abdullah kutoka Young Africans, Haji Mnoga kutoka Salford City ya Uingereza, Dixon Joe kutoka Young Africans, Abibu Idi kutoka Singida Black Stars, Tairan Alkan kutoka Rochdale FC ya Uingereza, Charles Mombwa kutoka Florian ya pale nchini Malta, Suleiman Mwalimu kutoka Simba Sport, Feisal Salum kutoka Azam FC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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <muchas>